Habari mwana Azamu FC, karibu katika kipindi chetu pendwa, Azam FC TV, kipindi kinachokupa taarifa zote kuhusu timu yetu pendwa Azam FC hapa hapa, kupitia chaneli yako namba moja ya michezo Azam Sports HD 1 ya Azam TV utapata habari motomoto -moto kutoka ndani na nje ya uwanja mahojiano ya kipekee pamoja na matukio yote muhimu yanayohusu timu yetu ili usipitwe na chochote, endelea kuwa nasi, usiondoke kando ya runinga yako. Mwana Azam FC, katika kipindi chetu cha leo tutaangazia ujio wa mgeni mkubwa Pitso Mosimane, akiwa na kocha Florent Ibenge, ambao wote wametembelea miundombinu ya kisasa ya Azam Complex na kusifu ubora wa kituo chetu. Azam FC, kama ilivyo utamaduni wetu, tunaendelea kukuvutia vigogo wa soka barani Afrika. Kuyapata haya na mengine mengi, jambo ni moja tu, usiondoke kando ya runinga yako, endelea kusalia na Azam FC TV. Mwana Azam FC, tunaanza kufungua kurasa kwa kuangazia wikendi iliyopita. Klabu ya Azam FC ilipokea mgeni maalum. Huyu ni kocha mwenye mafanikio makubwa barani Afrika, Pitso Mosimane ambaye anatokea Afrika ya Kusini. Mosimane ni mmoja wa makocha wanaoheshimika sana kutokana na rekodi yake ya kipekee katika soka la Afrika, ikiwemo kutoa mataji makubwa akiwa na timu ya Mamelodi Sundowns, lakini pia Al Ahly ya Misri. Akiwa Azam Complex Chamazi, Mosimane alipokelewa kwa ukarimu na mwenyeji wake ambaye ni kocha mkuu wa Azam FC Florent Ibenge, ambaye naye ni gwiji wa ufundishaji wa soka barani Afrika. Ibenge alimtembeza Mosimane katika maeneo mbalimbali ya Azam Complex, kitu ambacho kimejijengea sifa kama moja ya vituo bora zaidi vya mafunzo ya soka nchini lakini hata ukanda wa Afrika Mashariki. Katika sehemu kadhaa za ziara hiyo Mosimane alionekana akivutiwa na ubora wa miundombinu ya kituo hicho, kuanzia viwanja vya vi mazoezi, hosteli za wachezaji, gym ya kisasa, lakini hadi maeneo ya maendeleo ya vijana. Mosimane alipongeza juhudi za Azam FC katika kuwekeza kwenye miundombinu imara ambayo inalenga kukuza vijana na kuimarisha timu kwa ujumla. Katika mahojiano mafupi, Mosimane alieleza kufurahishwa na kile ambacho amekiona huku pia akisema Azam Complex ni moja ya makao ya kisasa kabisa ambayo nimewahi kuona katika ukanda huu, ni mfano wa kile ambacho klabu nyingi za Afrika zinapaswa kuiga. Uwekezaji huu unaleta matumaini makubwa kwa mustakabali wa soka la Tanzania, alisisitiza pia. kwa uwepo wa mazingira mazuri kama hayo ndio msingi wa mafanikio ya muda mrefu wa timu yoyote ya ushindani. Ziara ya Mosimane inaongeza ukurasa mwingine katika historia ya wa wageni wakubwa kutoka Afrika ya Kusini ambao wamekuja kuitembela Complex.

Kwa ujio wa Pitso Mosimane, Azam FC inaendelea kujiweka kwenye ramani ya soka la Afrika kama klabu yenye mwelekeo weledi na uwezo wa kuvutia majina makubwa kutoka nje ya nchi. Ziara hizi sio tu zinatoa heshima kwa klabu, lakini pia zinakuwa chachu ya ushirikiano, kubadilishana uzoefu na kuinua viwango vya ufundishaji na wachezaji wa soka nchini.

Mwana Azam FC, kwa heshima kubwa, tunatambua familia mpya iliyojiunga nasi katika kata ya Kigamboni Mji Mwema. Wiki hii Azam FC imezindua tawi jipya linalotambulika kama tawi la Azam Mji Mwema Ungindoni. Katika uzinduzi huu, tulipata heshima ya kuhudhuriwa na diwani wa kata ya Kigamboni Mji Mwema, Ndugu Omari Ramadhani, ambaye alikuwa mgeni rasmi na huyu ndiye aliyefungua tawi hili jipya linaloongeza idadi ya mashabiki wetu kote nchini. Na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Pongezi kubwa sana kwenu viongozi wote hapa. Haikuwa kazi rahisi, lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikisha zoezi hili. Lakini pia nitoe pongezi za zati sana kwa mgeni wetu rasmi ambaye ni diwani wetu hii wa hapa Ungindoni Pombele <coughs> sana, ukizungumza swala la Azam FC tokea mchakato huu, kabla hajawa diwani, mchakato tulikuwa tuko naye bega kwa bega, na tunashukuru Mungu kwa dua zetu na sala amefanikiwa amekuwa diwani. Na leo tuko naye hapa Azam FC. Ya mimi natambulika kwa majina ya Mohamed Abubakar Sheikh, ni mwenyekiti wa mashabiki wa Azam Football Club Tanzania. Awali yote kwanza, tumshukuru Mungu Mweza ambaye ametuwezesha kufika leo hapa kwenye viwanja vyetu hivi vya tawi la umpindoni hapa Kigamboni kwa shughuli yetu maalum kabisa ya ufunguzi wa tawi. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nzuri ya leo ambayo imekuwa siku nzuri kabisa, tumeungana wana Azam FC na, na kikubwa zaidi ni kwamba familia ya Azam FC inakuwa kwa kasi sana. Kwa hiyo leo tumeona namna gani jinsi idadi inavyoongezeka mashabiki wa Azam FC kwanza e, kabisa kwa niaba ya Azam Football Club nitumie fursa hii kumshukuru mgeni wetu rasmi ambaye ni diwani wa kata ya Mji Mwema Kigamboni. e, e, pili ni washukuru e, viongozi wote wa mashabiki Tanzania, e, na mashabiki e, wote Tanzania nzima, pia ni washukuru uongozi watawili, ungidoni, wa tawi hili la Kigamboni Ungindoni kwa maandalizi mazuri waliofanya mpaka leo tunaenda kuzindua tawi hili sisi, e, kama idara ya za, kama idara ya masoko za Azam FC tumejipanga sana safari hii kushirikiana na mashabiki wote kupitia uongozi wao wa mashabiki kuona namna gani tunazindua matawi Tanzania nzima. Kwa hiyo leo kuelekea mechi yetu ya kimataifa kule Kongo, tunaenda kuzindua tawi hili kwa nia ya kwenda kupata matokeo mazuri mechi yetu ya tarehe ishirini na tatu. Kwanza na mimi nichukue fursa hii kuwashukuru uongozi wa tawi na timu ya Azam kwa kupata fursa ya kihistoria ya kuweza kushiriki katika uzinduzi wa tawi letu hapa Ugindoni. Pili, nitambue kwa dhati kabisa mchango adhim na adhim wa Azam sio tu Azam Football Club, lakini kampuni nzima ya Mzee Bakhresa, Mungu aendelee kumweka yoyote ya Azam katika maswala ya kimichezo, iwe timu lakini hivyo vyombo vyake vya habari vimekuwa na mchango mkubwa sana katika ukuaji wa soka letu. Hilo wala walaali.

Kikosi chetu kilitarajia kusafiri Jumatano ya tarehe 19 kuelekea Kinshasa, Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tutakutana na AS Maniema union katika mechi yetu ya kwanza ya hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, mechi itakayofanyika kwenye uwanja wa Stade des Martyrs Kinshasa siku ya Novemba 23, 2025 kuanzia saa kumi kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. aya aya, unaambiwaje? Kwa majina, naitwa Sneaker Dad OG almaarufu njinia wazam. Eh, ebwana, katika kipindi ambacho mashabiki waazam tuna furaha eh? Unaambwa vimwili vimeanza kunona, ndo kipindi hichi bwana eh. Kwa hiyo mimi nataka niseme kitu kimoja, kiukweli kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maombi yetu anayajibu kwa wakati. Tumuomba tuwe na kocha bora na kweli bwana, Mwenyezi Mungu katurahisishia, tumekuwa na kocha bora. Tumuomba tuingie makundi makundi, tumeingia yaani yani. Sasa hivi Mwenyezi Mungu anaibariki kwenye kila jambo yaani, hata kama tukipanda chumvi chumvi inaota, hata tukipanda viatu sasa kuna unapanda kiatu afu unasanga unatoka mti afu mti ule kwenye matawi yanatoka viatu unaambiwa ukitikisa viatu vinatoka chini mambo yanaenda. Kwa hiyo hapa nipo kwenye kuzungumzia mchezo wetu wa tarehe ishirini na tatu zidi hey, ya AS Manema. Hatuna shaka. Kabisa hatuna shaka kwa sababu gani hatuna shaka. Target ambayo tulikuwa tunaitaka tuingie makundi. Tumeingia makundi, tunaangalia kundi lenye lipo vipi. Baada ya kutoka draw, kuangalia kundi lipo vipi. Tunaona kabisa watu wepesi kabisa. Yaani, yani, watu wanapigika vibaya mno. Yaani kama mkate kupeleka kwenye chai ukudumbukiza tunywenga na nyengele hamna jambo. Kwa hiyo tunataka tu, tuanze vizuri. Na unaposema siku zote ukianza na mguu wa kulia, mambo mengine kwa chini yanaendelea. Kwa mechi yetu ya kwanza tunataka tuanze vizuri. Tunataka mapema, hatutaki mambo ya hesabu za vidole. Ma, kwa sababu mambo ya makundi ukikosea kosea mechi za mwanzo, mnaanza akishinda huyu akishinda yule, kama machizi mpo darasani, mnaanza kuhesabu sabu vidole. Mambo ya Azam FC hatutaki. Kwa hiyo naiona na kabisa mechi ya tarehe ishirini na tatu tunaenda kuchukua pointi tatu, tunarudi nyumbani, tunataka tujipange na mechi nyingine. Kiukweli kabisa, tuna imani mashabiki wa Azam FC, na kwa pamoja tunasema Azam FC hii, sasa zamu yetu bwana eh. Ukisikia Azam sasa ni zamu yetu ndo hii sasa eh, katika mchezo wetu na AC Manyema bwana mimi niwaambie tu mashabiki wa Azam Azam FC e, tukaisapoti timu yetu wenye uwezo wa kwenda e, na tunajua pia Kongo kuna mashabiki wa, wa, wa Azam FC wengi wapo kule, na tunasema tu kwamba kwenye mechi hii ki ukweli tunaitaka tena tunaitaka kwelikweli yani kabisa, kwa sababu wale wa Kongo sawa bwana, kama walivyo wenyewe wale Kiswahili wanakijua, na sisi wa Tanzania Kiswahili tunakijua, kwao tunaelewana vizuri kabisa kule na Mkongo si tu alkasusu, yaani ni vita ya alkasusu na Mkongo si, umeelewa bwana, alkasusu Mkongo, alkasusu Mkongo, shughuli imeisha mapema sana. Na tuna imani na kikosi chetu kocha Ibenge eh, hatuna, ha, hatuna hatuna, hatuna jambo dogo na yeye eh, bwana bwana ni kocha ambaye mwenye CV kubwa Afrika. Tunamjua kiukweli tu kwamba huu mchezo tunautaka, na Azam safari hii ni zamu yetu mwana Azam FC. Hivi ndivyo tunavyotamatisha kipindi chetu leo. Kumbuka, Azam FC, timu bora, bidhaa bora. Tuendelee kushirikiana kuunga mkono klabu yetu pendwa. Kwa heri kwa sasa, hadi wiki ijayo. Endelee kufuatilia vipindi mbalimbali mbali. Hapa hapa Azam TV.